Wazo hili tulisema tuandae kwa watu mia moja. Tukapiga hesabu, mia hawatoshi, tukasema ya watu mia mbili hatimaye tukasema ya watu mia saba. Lakini leo wapishi wanatuambia wametumia sahani elfu moja na kila mmoja amepata chakula na tumeshiba kweli, si kweli? Kwayo ni jambo kubwa kweli kweli, kukutanisha watu elfu moja wa Kanda ya Pwani. Kwa hiyo kama mwenyekiti wa kanda ya Pwani ni kiongozi wa dini zote, Wakristu Waislamu vile vile, tunao wenzetu kwenye mfungo huu wa Kwaresma wamefunga wakina Frenki na wenzie, lakini tumejumuika nao hapa Wakristu ili kuonyesha mshikamano kati ya Wakristu na Waislamu katika shughuli hii ya dini. Basi itoshe kusema umoja huu tulionao, ningependa kuona unafika mbali kweli kweli. Leo tumeanza na mapungufu yetu, lakini pale kwenye mapungufu mtusamee, mtuwie razi. Mungu akijari, futari ijayo tutaifanya kwa kila mkoa, sio ya kanda. Tutakuja mkoa wa Pwani tukae na viongozi na wananchi wetu, tutakuja Dar es Salaam, tutafanya tukio kama hili. Wangapi wanakubaliana na utaratibu huo eh? Ngoma ipigwe kwa mikoa si ndio? Nilikuwa naongea na tajiri mmoja pale anaitwa Alexi. Akasema angejua mwitikio uko hivi, tungeanza kufutulisha kumi la kwanza, kila kumi tunafutulisha sasa. Bahati mbaya tumefutulisha leo kumi la mwisho. Kwa hiyo bwana Alex, tujipange mwakani. Sasa kwa kumalizia, ndugu zangu, tumemaliza tukio letu, tunawatakia mfungo mwema wa Ramadhani, tunajua tutasherehekea sikukuu ya Idi, na chama chetu kimetangaza operesheni ambayo kesho kutwa inazinduliwa Mbeya na sisi Kanda ya Pwani tumetajiwa tarehe yetu, si ndio? Kama mnavyoona futari hii, hata operation ya uko, mambo operation yakifanyika huko, wakija Kanda ya Pwani, wategemea mambo yatakuwa makubwa zaidi. Sisi hatuna shughuli ndogo kweli, si kweli? Mambo hayo yasiishie kwenye chama tu, hata kwenye shughuli zetu tutazopangiwa za operation na mambo mengine. Ni waahidi wana Kanda ya Pwani, Kanda ya Pwani haina mchezo mchezo. Shughuli yoyote na wajibu wote tutakaopewa utakuwa ni mkubwa kweli kweli. Kwa kama kuna operesheni natarajiwa kuja kanda ya Pwani jiweni hapa, itakuwa ni babu kubwa, haitokuwa ya kubipu bipu chini ya mwenyekiti mimi. Lakini najua vile vile wenzetu wa mkoa wa Pwani, niliwaahidi ofisi ya mkoa, mwenyekiti wa mkoa angewaambia hapa, ahadi yangu ya ofisi ya mkoa tumekaribia kupauwa. Kwa muda si mrefu nitakabidhi ofisi ya mkoa wa Pwani ambayo ina zaidi ya vyumba sita na ukumbi wa mikutano nilikuta wenzangu wameanza kwenye msingi, lakini sasa hivi nakaribia kuikabidhi, tunakaribia kupaua, muda sio mrefu. Kwa hiyo hizi ahadi za kukutana, kushirikiana, tuendelee kuhimizana. Tukifanya hivi, tukawa karibu na jamii, ni imani yangu kwamba kupitia dini ndo unaweza kumboresha mtu kuhusu siasa, kweli si kweli? Sasa unapotenga dini ya mtu, kawa nayo mbali, wale waumini unapowapoteza, unapoteza wapiga kura na unapoteza kundi kubwa la viongozi leo. Ndugu zangu Waislamu, mkirudi huko mnajisikia fahari kwamba chama chetu kimetufuturisha, kimewagaia hadhi na heshima ya kwamba na nyinyi mnatambulika na mnafahamika huko maeneo mlikotoka, kweli si kweli? Sasa waambieni, hatujafanya uchoyo. Mwaka ujao na wao tutawakaribisha, tutapokuja kwenye mikoa yetu.